Kwa jina naitwa Salumu Mzee Seifu Melimeli, mkazi wa Sumbawanga, kata ya Katandala, meneo inayoishi bomani C si, kata ya Katandala. Mimi natoa maoni yangu katika nchi yangu ya Tanzania, nchi yenye amani, nchi yenye watu, watu tunapendana tenyekushirikiana dini, madhehebu mbalimbali, aruka na amani, na tunashukuru Mungu na tunamwombea Mungu rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aweze kuongoza kwa amani kwa ushirikiano ili tuweze kustare katika nchi yetu, kama sio nchi zingine kula tabu, kulala tabu, watu wanakimbia watoto nini na mama. Sasa hivi anafanya vitu vikubwa kama mkoa wangu wa Rukwa, barabara safi, maji safi umeme safi, dispensary safi, zaadati safi, hakuna mshikeli wote. Ni sisi wenyewe tu kwenda katika vyombo husika ili kwenda kutoa matatizo yetu. Sio watu kupiga kelele katika mitaa. Oh, oh si jumama kafanya hivyo. Ah, fika eneo husika kama una suala lako, kazungumze, unasikilizwa vizuri na wako viongozi makini, madhubuti, unyeweza kusikiliza matatizo ya wadau wote wa mkoa wada, wa Rukwa. Tunamshukuru mkuu wa mkoa wetu Mzee Makongolo yuko vizuri, mkua ila wilaya wetu wa Sumbawanga yuko vizuri. Wananchi wa mkoa wa Rukwa, tudumishe amani. Amani ni gharama, ikipotea kwa kweli kuirudisha kazi yake itakuwa nzito. Amani, amani, amani. Tunaishi ya kwa amani, kwa sababu tunakaa katika mkoa wa Rukwa, wenza wa kutatu wamekaa sehemu moja, hawajuani walipotoka walipozaliwa, lakini watu wanaongea lugha moja, wanacheka, wanashirikiana. Sasa tunaliomba hili, lidumu katika mkoa wetu wa Rukwa, na hao watu wenye kuleta chokochoko Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu awadhibu. Mtu anataka kwenda Kasanga, Rukwa, Kilando, wapi ni amani tupu. Nao viongozi wanayokuja, sababu wao kutaka kutugawa, tusikubali. Wananchi wa mkoa wa Rukwa kugawanyika kwa sababu ya kauli ya mtu, kwa maslahi ya mtu, tushikamani katika mambo ya nchi yetu. Tusikubali kugawanyika kwa ajili ya maslahi ya mtu wala chama. Sisi ni watu wa moja na nchi moja, kama alivyotuachia wasia baba yetu Rais Nyerere kwamba sisi ni watu wa nchi moja, lugha moja, tunaishi pamoja, tunakula pamoja, tunashirikiana. Hii amani natakiwa tuidumishe, tujiandikishe, tuchague rais, nchi hii amani itawalike vizuri. Tuangalie jamani, chokochoko sio nzuri, mdomo ulimponza kichwa. Mtu anaweza akasema tukahama tukakimbia nchi yetu, nchi ya amani.